ujambo karibu kwenye kumi na nane za Open ikiwa leo ni oktoba kumi ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano zipo taarifa mbalimbali za kimchezo ambazo tunazo hii leo miongoni mwa taarifa hizo ni pamoja na timu ya Fountain Gate Academy ni miongoni mwa timu kumi na tano ambazo zitashiriki mashindano ya darasa la saba jijini Tanga Taarifa nyingine ni kuhusiana na timu ya Kagera Sugar. Wao wamejipanga kurejea ligi kuu baada ya kushuka daraja msimu uliopita. Pamoja na kimataifa, tutakuwa na taarifa ambayo inamhusu mshambuliaji wa Denmark, Rasmus Hojlund, ambaye ameendelea kuonyesha kiwango bora baada ya kuiongoza timu hiyo katika ushindi wa mabao sita kwa sifuri dhidi ya Belarus. Mimi ni Yohana Mashauri, lakini kukumbusha kwamba kama unahitaji vifaa bora vya ujenzi unaweza kuwasiliana na Kaizal Building Material ambao wao ni wauzaji pamoja na wasambazaji wa vifaa bora vya ujenzi na wanapatikana katika viwanja vya jamhuri Dodoma. Unaweza kuwasiliana nao kwa namba sifuri saba sita tisa tukianza na miguu sita. Mashindano ya TDS darasa la saba ambayo yameandaliwa na TFF yanatarajiwa kuanza Oktoba kumi hadi Oktoba kumi na moja mwaka huu katika kituo cha ufundi cha TFF Mnyajani, Tanga, yakishirikisha takriban timu kumi na tano timu zote zinazotarajiwa kushiriki kwenye mashindano haya zitahusisha wahitimu wa darasa la saba pekee. Mashindano haya yatakuwa kwenye mfumo wa hatua ya makundi, kisha hatua ya nusu fainali ambayo itakuwa mahususi kwa kumtafuta mshindi wa tatu na fainali. Fountain Gate Academy ya Dodoma itaiwakilisha kanda ya kati kwenye mashindano hayo ya yeah. kwa majina anaitwa Justin Jiradi ni msimamizi wa kisoka mkoa Dodoma. Ndokependa kuwajulisha ndugu wazazi, walezi pamoja na mashabiki wetu wote wa programu zetu zinazoendelea kila Jumamosi na Jumapili mkoani Dodoma kwa tunajiandaa kuelekea kwe, katika mashindano yatakayofanyika mkoa mkoani Tanga ya vijana wetu wote ambao wamemaliza darasa la saba. Tumealikwa kwa ajili ya watoto wetu wote ambao wanaosoma Fontaine Gate waliomaliza darasa la saba ambavyo program nyingi zilikuwa zinazoendeshwa na TFF walikuwa wakija uwanjani, watoto wote wa darasa la saba walikuwa wanakuwa bize na masomo darasani, walikuwa wanashindwa kupata nafasi ya kuja kushiriki katika hizo programu zinazoandaliwa na TFF. Pamoja na hilo, kutakuwa na mechi maalum ya wachezaji bora watakaochaguliwa kutoka kwenye timu zote zilizoshiriki mashindano hayo. Zawadi zitakazotolewa ni pamoja na kombe la mshindi wa kwanza sambamba na kuvishwa medali, huku mshindi wa pili yeye akinufaika na kuvaa medali, na zawadi zingine zitakuwa ni kwa wachezaji bora, mfungaji bora pamoja na golikipa bora. Nikukumbushe pia tupo na washirika wetu Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji pamoja na wasambazaji wa vifaa vya ujenzi. Pengine inawezekana unajiuliza ni wapi utapata vifaa bora vya ujenzi ama ni kwa namna gani utakamilisha ndoto yako ya kufungua duka la vifaa vya ujenzi? Basi wasianao kwa namba 0769 77 11 65 ama 0762 77 11 59. Tuende kwenye miguu kumi na mbili. Timu ya Kagera Sugar inayoshiriki championship imejipanga kurejea ligi kuu Tanzania Bara msimu ujao. Hayo yamebainishwa na wachezaji wa timu hiyo Abbas Kapombe pamoja na Hassan Materema: Matarajio yangu tuipandishe timu, ipande ipande ligi, na naamini tutafanya makubwa zaidi. tunaomba tu mashabiki watusapoti, sababu wao ndo sehemu nao ya timu vile. niko hapa na kuhakikishia mashabiki wa Kagera Sugar kwamba tutapambana kama inawezekanavyo ili ilikuegesa ili, ili, ili, ili. Kagera Shuga itaanza rasmi mbio za kupanda daraja kwenye mchezo wa leo Oktoba 10 dhidi ya Transti Kempu, mchezo ambao utapigwa katika dimba la Kaitaba majira saa 10 jioni kwenye miguu kumi na nane, mshambuliaji wa Denmark Rasmus Hoylund ameendelea kuonesha kiwango bora baada ya kufunga mabao mawili na asisti moja kwenye ushindi wa Denmark wa mabao sita kwa sifuri dhidi ya Belarusi na kuiweka timu hiyo kwenye nafasi nzuri ya kufuzu kombe la dunia kwenye kundi C. Hoylund amefikisha mabao sita msimu huu baada ya kufunga manne kwenye kikosi cha Napoli tangu alipojiunga na miamba hiyo ya Italia akitokea Manchester United msimu uliopita. Nikukumbusha tu tulikuwa na washirika wetu ambao ni Kaizari Building Material ambao wao ni wauzaji na wasambazaji wa vifaa bora vya ujenzi, na kwa mwaka huu 2025 wamejipanga kuwasaidia wajasiriamali wadogo wadogo pamoja na watu ambao pengine wameshindwa kutimiza ndoto yao ya kuanzisha biashara ya vifaa vya ujenzi. Sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba 0769771165 ama 0762771159. Mimi ni Yohana Mashauri na hii ni Open Online Media.